Wali, nachopenda kuambia ni kwamba unajua, mazungumzo vile watu wanavyoyasema sivyo yalivyo, kwa sababu Neema hakumkatai mtoto ambaye ni kwa sasa ni marehemu. Neema mtoto aliyokuwa amekabidhiwa awali na ule nesi anaitwa Glory, ni alichukuliwa yule mtoto akapewa ule dada anaitwa Mariam. Sijui kama inaeleweka, mtoto aliyochukuliwa kwa Neema akiwa amefunikwa na kanga ambazo si za kwetu, kanga chakavu, yule mtoto alichukuliwa akapelekwa kwa Mariam na huyo mtoto wa Mariam ndo alochukuliwa akarudishwa lebaodi, na baada ya kurudishwa lebaodi pale nilikuta tayari kuna watoto watatu na wakiwa wote hawana vile tagi za kwenye mikono kujulisha huyu ni mtoto wa Nema, huyu si ni wa nani, wa nani? Na wakati wa kufurudia vipimo huyo mtoto alomtoa kwa Mariam ndo alikuwa ana kilo mbili, pointi mbili nane tano yaani kilo, kilo mbili na gramu mia nane themanini na tano mia mbili themanini na tano. Kwa hiyo huyo mtoto mwenye gramu mia mbili themanini na tano alichukuliwa kwenye mikono ya Mariam. Na hata huyo Mariam akienda kuhojiwa awali, alipewa mtoto kwa madai yake kwamba mtoto wake alikuwa na shida ya kupumua, lakini imekuja kugeuzwa yule mtoto ndo amekuwa ni wa Neema. Ilikuwaje mtoto akapelekwa kwa huyo Mariam? na ule mtoto wa Neema aliokuwa amepewa nguo zikiwa si za kwetu, basi angetoa ange zile nguo juu akatupa nguo zetu, ingekuwa kesi hakuna. Lakini alifanya kabisa movement ya kumchukua ule mtoto kumpeleka kwa Mariam, na mtoto wa Mariam akapelekwa lebaodi baodi, na mtoto wetu yule. Bado ninakataa yule mtoto si wa kwetu, na mtoto wetu wajafa. Sasa mtoto wetu yu hai kwa sababu mtoto aliotoka kwenye mikono ya Neema alipelekwa kwa binti aitwaye Mariam mwenye umri wa miaka kumi na nane na mtoto aliotoka kwenye mikono ya Mariam ndo alikuja kupewa binti yangu na kuaminishwa kwamba yule ni mtoto wetu, na hili hali hakuwa na kilo tatu pointi moja alikuwa na kilogramu mbili na gramu mia nane Yaani mtoto aliotoka kwenye mikono ya Mariam tulimpima akiwa bila nguo kwenye mzani wa hospitali alikuwa na kilo mbili na gramu mia mbili themanini na tano.